Nyua pumbavu mge soma. Wacha pikipiki tuondoke, waishanganini njobe, una elimu gani? Mafiksi babu, ah, eh, eh, mimi naabilia kule rafiki yangu. Asa shida nini? ulipi ulipia we, <laughs> we we, kipa hapo hivi hivi. Nyinyi we, umo kichwani kuna maji ushambi, unapewa heri, unachotafuta nini? Huh? Una wahi nini, una wahi nini, una wahi nini? Mafiksi vipi, dereva wako atafika amekufa, huyu Mpumbavu huyu, ati namwambia subiri niongee na ndugu yangu, anasema do namuwahi. Ah, ah, samani ya nini unamuwahi? <laughs> <laughs> <laughs> abilia mijiwe, nimekwambia nimekosea brother. Ungesoma ungesoma unasikia umepata. Abilia abilia umepata, unamwonea huruma bo... <laughs> na naye wale wale, nawe wewe Washa pikipiki tuondoke we, au na bahati, mi sijakaa hapa we, mbona ungenijua vizuri we. Hata kama unasikia eti wa mwisho atakuwa wa kwanza we, huwezi kuwa mi, wala mi siwezi kuwa we. Washa pikipiki <tutu> wow, <la>. <tutu> Unashangaa shangaa tu wewe, vipi bwana, hapa si buku? Nipe bukuiaelfu mbili. Kuna elfu moja, moja? Samani irudishe kwanza mara moja. <laughs> <laughs> tunaweza tukarudi tulikotoka mara moja. Yaani tutoke hapa tukafuate buku. Ah, hebu acha masiala wewe. Acha utania kazi za watu wewe. Nipe langu. Tunaweza tukalipata turudi. Yaani turudi kule kutafuta 1000? Alafu inakuwa singapi? Mbona unaita masiala, mwanangu? Na naita masiala. Wewe unaita masiala na kazi yangu, wewe vipi wewe? Mimi ndio ninaita masiala, wewe jamani. Wewe mwanangu, nakumbuka kule liniambia mimi niwe serious na kazi yangu? Sasa hela haionekani, mimi nifanyeje? Wewe unataka hela yangu. Nilikuwa nayo 1000. Nisitaki masiala unajua. Wewe hebu leta hela <laughs> wewe fala wewe. Mataka nataka hela yangu <laughs> ni unacheka? Nimekuona unacheka. Unamcheka nani sa, jamani? Mimi kinachonichekesha nini hapa? Mimi kuangalia tu pembeni, nimecheka. <laughs> <laughs> Ili mimi napigwa, wewe unacheka, badamu zaidi unacheka. Umeniona nimecheka wapi, jamani? Niangalia tu pembeni, sina tupembeni? macho hivi ni vidonda, sioni, si ndio? We Steve nini kinaendelea hapa? Mbona mnapigana mabao Ah, si nani hapa, kuna nani hela ya usafiri elfu moja unapewa hela yako. Haya, ndio ushanipiga, usingeniumiza. Alijui kuchora, alijui kuchora, alikuwa anachora

Kwanza naingia ndani. Subiri, mbona haraka sana kuingia huko ndani au? Sasa hivi au ndo mara ya kwanza kuingia mu ndani? Haya, mwenzetu, nimekuona umetoka na maji hapa na soda, bila hela. Alilipa ah, ah. <laughs> toka jana. Kwa hiyo utaratibu wako ulioweka hapa dukani sasa hivi ni mtu analipia hela siku moja kabla, siku ya pili ndo anakuja kuchukua bidhaa, si ndio? na ujanisikia ujeuri Steve hujanielewa au? Mimi mwenyewe nashangaa. Unashangaa? Wewe umechanganyikiwa yeah, eh? Hey, hey, jamani, eh hey, basi sikaini, nisiingii ndani. Nisiingie ndani sasa. <laughs> Mimi naona tungezungumzia la huyo jamaa aliyenipiga. Wewe uliona hapa? Mimi nanihusu nini? Mimi najua uko mlikotoka. Eh, hey, mfanyakazi napigwa na hauna hata wasiwa. Umali bwana apiga, angalia, angalia. Angalia, angalia. Steve naona nataka no, kunivunjia heshima. Mimi nitakuongeza cha pili sasa hivi. Usijisaulishe, mimi ni bosi wako. Usijitoe akili Steve yaani oya, wede mwako yuko wapi? Well, mmenipita pale, rafiki yangu Hai. Sema mjinga au unajua kuchagua chomba na kishapu Me mtizama mtoto kama kijungu kakijaza, namna, ye, we jinga we master. <laughs> Sema nimefatilia ule mtoto, unajua nini ule, mtoto anatamaa umwezi ule. Kuna mpuzi si anamtaka yule. Mimi kinacho niuma sio kama nini unavyomhudumia, akija hapa anataka juisi kachukua, anataka maji kachukua, sio peke yake na shoga zake. Ni serious niume uwe mwanangu, ni siku chane nimekaa nalo kifua kimenibana, nikaona Steve lazima nikufuate. Mbona nikonyeza tena? Nawe naye wewe usiwe na pressure. Wanawake wanabadilika, hata mtu kama alikuwa nadanga kivipi, anaweza katulia tu. Wangapi wameolewa watu walikuwa wanajiuza? Anaweza kubadilika na katulia fresh na, na unaenjoy tu kwa matunzo yako wewe, yule anabadilika yule Baba, eh, nashukuru kwa kunifungua kukufungua ni huyu, sifa zake lazima nimpe huyu. Katika watu ambao najua kumtunza mwanamke, huyu anatunza. Alikuwa mwanamke ana sula aeleweki, lakini huyu kajitahidi kamtunza. Kinachonikera kitu kimoja tu kumchelewesha kazini huh. mi mambo ya kazi, ningekuwa mi kazi hapo saa so kumi na mbili ilikuwa anacheleweshwa na yule so, kama anahitaji kazi umwachishe huyu kazi, ndio ni jamii, nikae hapo. ah! mimi nashauri kwamba ndugu yangu anafanya kazi vizuri, lakini muda muda anachelewa sana. Mimi nimefanya kazi eh, baba, inatosha. mimi nataka nikushauri. Nenda. Eh. namba yako basi, nipe namba wewe, embo ondoka bwana <laughs> hela yangu hizi siku nilizofanyia kazi na kuwaje? <laughs> nishafika hapa njia Japani asa, ngoja niulizie. Samani kaka. Na saizi, Kaka. Samani ilikuwa naulizia kwa mashauri muuza chipsi ni wapi? <laughs> Kaka. Dada. Sijisiki kuongea na mtu tafadhali, na naomba uondoke. Lipi. Wewe. Da. Wewe una, umesikia dada unakaa unafika una, tuakuta mtu kakaa, unamuuliza wewe, unalijua mimi, unanifahamu na hela? Pita babu, nani na shida na wewe mwanangu? <coughs> nipite Dogo, <Pane> njoo kwanza. mimi N... a umo mfukuni kuna nini bana? mimi na matatizo, nimetoka kwa, nimefukuzwa dukani. Nimefukuzwa dukani nilikuwa nafanya kazi, wamenifukuza sasa. unaomba Nije nifanye nini? humo hamna kitu, humo hamna kitu eh? hamna noma basi. nikusachi